Kumekuwa na taarifa nyingi zinazoendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu timu ya Simba Sports Club huenda isicheze fainali yake ya marudiano na RS Berkane katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sasa kila mtu amekuwa na taarifa zake, licha ya kwamba uh, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuto kutoa taarifa rasmi kuhusiana na taarifa hizo, na licha ya hicho pia, kumekuwa na taarifa kwamba tayari klabu ya RS Berkane imeshabook hotel hoteli kule Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa marudiano. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Simba umetoa taarifa kuhusiana na taarifa hizo so, kukiandika wamesema taarifa rasmi kuhusu uwanja wa mchezo wa marudiano wa fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika itatolewa baada ya mchezo wa awali utakaochezwa Jumamosi Mei 17 mwaka 2025. Na nafikiri hatua hii imetolewa kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kwamba kila mtu amekuwa akioji kwamba itakuwaje. Sasa kuna baadhi ya watu wameshanunua tiketi zao wakijua kwamba fainali zitachezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa hapa lakini tunapata taarifa nyingine na nini. So taarifa rasmi kutoka kwenye klabu ya Simba ni kwamba baada ya mchezo wa Jumamosi tarehe 17, fainali ya kwanza kati ya Simba na RS Berkane, timu ya Simba Sports Club itatoa taarifa kuhusiana na mchezo huo utachezwa wapi, licha pia ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, halijatoa taarifa mpaka sasa kuhusiana na taarifa hiyo. Mimi ni kuambie tu, endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa lolote ambalo litatokea, au taarifa yoyote, utakuwa wa kwanza kuipata kupitia hapa hapa Capital Digital. Na nikuambie tu, kama utakuwa uje subscribe katika YouTube channel yetu, inabidi ufanye hivyo, sio, unapitwa na taarifa, habari pamoja na matukio mpaka wakati mwingine